Masafu hii hapa mwanafunzi ambaye kashamaliza juzuu 30 aje, nimfungulie popote, nimwambie haya, nataka unisomee hapa, nisomee kwa ufasaha, alafu tumsikilizie. Haya ndio maadili, hakuna maadili ila yako humu yote, kuanzia sura ya kwanza mpaka ya 114 hakuna aya ambayo hajazungumza maadili, na ndio maana ukisema sura An-Nahl aya 90 Allah asemaje? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idhil kurba Wa yanha anil fahshai wal ni lfahshai wal munkari wal baghyi yaidhukum la allakum tadhakkarun. Naomba mwanafunzi ambaye ashamaliza thelathini na tatu asonge. Yupo, hayupo. Hayupo. Naanza la tatu, eh. sitaki musukumane wa ashaaaaaguanaa La nne sitaki musukumane, sitaki mtizamane machoni, huni mtihani wa Afandi Hamadi, anejijua atakuja hapa. Balil insanu ala nafsihi baswira, kila mtu ni shahidi wa nafsi yake. Ujua mimi nazo 30 walahu, baba iki ukasema, afandi yule pale, na muogopa mimi. Usiniogope hivyo. Mimi navaa uniform ya polisi hapa, lakini sikuja na bunduki wala pingu hapa. Nakuja kama nilivyo, silaha yangu ndio kuja nayo hapa, nakamata kitabu kitukufu cha Al-Qur'ani. Nataka uje hapa kama wewe bingwa wa maadili, uje hapa tuone. Darasa la 4 ambaye kashamaliza juzuu 30, aje hapa anisomee Qur'ani. Darasa la 4 ambaye kashamaliza juzu 30 kama una juzuu mbili usije, nataka. Na ambaye ana thalathini aje nimfungulie popote hapa, aje anisomee, akifika hapa nimwone anavyotiririka, tupate ladha halwa ya Qur'an, nataka. Na wazazi muone yaliyoko huko kuliko, maanake ya mambo maanake, wajaalna minbaini aidihim saddan wamin khalfihim saddan faaghshainahum fahum la yubusiruna. Mungu anasema tumejalia maanaake wana vifiniko machoni wana vizibo kwenye tundu za masikio. Maanaake hao mj hawaoni wao hawa, wapo hawa, hawa, hawa, wapo tu sasa. Leo nakufungulieni macho twaondosha hivyo vizibo muone kwamba yaliopo kwenu hayapendezi wala haridhishi. Wewe ulifundishwa Qur'an ukaijua, kwanini darasa la nne hajui Qur'an? la tano yupo aje hapa nisome juzu thalathini hapa nimfungulie popote. Darasa la tano ambaye kashamaliza masafu atoke aje hapa na zawadi atapata, kike kiume. La tano ambaye kashamaliza masafu juzuu 30, aje. La sita darasa la, sita ambaye kashamaliza wa kike wa kiume aje hapa. Usiogope, ninyi mtaingia kwenye mashindano ya tahfidhi ya Qur'ani, mnamogopa nani? Hapana kuogopa, kama una Qur'ani imekukaa Qur'ani yenyewe inakwambia twende. Mimi unanifahamu, twende tu, nakushawishi uje hapa. Darasa la, la, la, la, la saba form one ambaye kashamaliza juzuu thelathini, form two au watu wazima, walimu, form four. Haya, imefunguliwa hai kufunguliwa, nairejesha kama ilivyo eh? Haya, naomba niulize hapa, Mungu yuko radhi nasi, hili nilawafurahisha wazazi kwa watoto wenu, hajukurua nilawafurahisha.